Allah anasema wabashiri lsabirin, wape bishara njema wale ambao wenye wa kuwa na subra. Kwa sababu subra rehlatun shakatun tawila, ni safari ambayo iliokuwa na mitihani. Mtu anakutukana lakini wasema wa idha khatabahum ljahilun qalu salam, unamwachia Allah. Mtu anakufanyia vitimwi wasema alhamdu lillah, unakumbuka ilikuwaje kwa wajawema Mtu anakwenda kupeleka fitna pengine ufungwe, usema alhamdulillah. Kwa nini? Kwa sababu unajua yakini kabisa Allah hawezi kumwacha dhalim, usema alhamdulillah. Tasbir ala ibtilaa, unasubiri kwa ile mitihani ambayo iliyokuwa imekukuta wewe, inaumiza nafsi yako, inachoma moyo wako, unasubiri au ham au mawazo yaliyokuwa mabaya

Hujui wakati gani Allah atakuitikia wewe, ile tu yale yanayokupitia unanywa mikono ya rabbi ya rabbi ya rabbi, hujui wakati gani. Ni safari ambayo yenye maumivu yaliyokuwa makali, lakini kwa sababu wewe ni muumini, unaegemeza kwa mola wako. Tasbira ala almaradh, unasubiri kwa sababu ya maradhi. La talamu ta matashifau, hujui wakati gani unaweza ukapona. Una maradhi katika mwili wako, yanakuumiza lakini hujui kwamba matano wakati gani wewe utapona kutokana na maradhi yako. Unahangaika lakini unasema mimi na Mola wangu na Allah tasbir ala riski. Wakati mwingine unahangaika kwa sababu ya riski, unakwenda huku na huku na huku, matatizo yamekusonga magumu, unakimbia huku na huku, unatafuta cha halali